Vijana nyinyi viongozi hawa ambao mnawaona huku, walio wengi wamepita kwenye hatua mlizopita nyinyi, lakini mimi binafsi nimewahi kuwa mkuu wa kambi hii siku za nyuma. Kwa hiyo, mheshimiwa mkuu wa wilaya anaposema anasikia fahari kusikia kambi hii inaongoza kwa mafunzo mazuri inaongoza katika uzalishaji na mimi niungane naye kwamba najisikia fahari kwa kambi inayotamkwa na mimi nilikuwa ni miongoni wa viongozi wake. Sina mashaka haya yote ya yaliyozungumzwa ni mambo ya kweli, na ni mambo yanayotokana na uongozi mzuri wa kambi hii, kutoka ilipoasisiwa mpaka leo ambapo tunakuja kuungana nani katika kufunga mafunzo haya. Baada ya kusema hayo nami niungane na wote walioyasema kwamba kiapo hiki ambacho mmekionyesha mbele yangu, mimi nimekipokea kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa kweli sote tuliokuwepo hapa ni mashuhuda wa kwamba mmeapa kwenda kuilinda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, enda kuitetea kwa nguvu zenu zote Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuhakikisha taifa hili linaendelea kubaki huru, salama na amani wakati wote. Nendeni mkaishi kiapo hicho. Lakini mwisho, vijana mnaohitimu mafunzo haya leo niwatakie heri na baraka tele, niwasihi tena mtakapokuwa vyuoni mkasome kwa bidii na kutambua kuwa taifa linawategemea, na kama nilivyosema, mkumbuke kiapo chenu siku zote, na kwa wale ambao watakuwa maeneo tofauti na vyuo, nanyi enendeni mkatekeleze yale yote mazuri mliyojifunza mkiwa katika kambi hii ili muendelee kuwa mabalozi wazuri wa mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, mabalozi wazuri wa taifa lenu, mabalozi wazuri kwa wazazi na familia zenu. Baada ya kusema hayo, naomba sasa kwa heshima na unyenyekevu mkubwa nitamke rasmi kuwa mafunzo ya awali ya kijeshi kwa vijana wa mujibu wa sheria operesheni nishati safi hapa 842 kikosi cha jeshi yamefungwa rasmi leo tarehe 24 Septemba 2025.